Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyanzo vya kijeshi vya Urusi, vikosi vya ndege zisizo na rubani vilivyo chini ya kundi la operesheni linalojulikana kama Sever vimefanikiwa kufanya mashambulizi dhidi ya malango ya kijeshi ya Ukraine katika mkoa wa Kharkiv, eneo lililo karibu na mpaka wa Urusi ambalo limeendelea kuwa kitovu cha mapigano makali kwa miezi kadhaa sasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyanzo vya kijeshi vya Urusi, vikosi vya ndege zisizo na rubani vilivyo chini ya kundi la operesheni linalojulikana kama Sever vimefanikiwa kufanya mashambulizi dhidi ya malango ya kijeshi ya Ukraine katika mkoa wa Kharkiv, eneo lililo karibu na mpaka wa Urusi ambalo limeendelea kuwa kitovu cha mapigano makali miezi kadhaa sasa. Taarifa hizi zinatokana na taarifa rasmi za kijeshi kutoka upande wa Urusi, ambazo zimekuwa zikichapishwa mara kwa mara kupitia Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo pamoja na mitandao ya kijeshi inayounga mkono operesheni zao. Hata hivyo, kama ilivyo kwa taarifa nyingine za kivita, madai haya hayajathibitishwa mara moja na vyanzo huru vya kimataifa. Sasa ni nini ambacho kimeweza kuripotiwa kutokea? Ni silaha ya mizinga ya Ukraini iliyokuwa imejificha iligunduliwa baada ya kurusha makombora kuelekea maeneo ya mpakani. Baada ya kubainika, droni za aina ya FPV, first person view, zilitumwa kushambulia moja kwa moja. Inadaiwa kuwa mizinga hiyo pamoja na eneo lake la kurushia viliharibiwa kwa mashambulizi ya usahihi na makubwa zaidi. Aidha, vikosi vya drone viliratibu mashambulizi ya kushirikiana ya artillery ya Urusi yakilenga maficho ya ngome za askari wa Ukraine. Katika operesheni hiyo pia eneo la kurushia drone nzito aina ya R-18 limeripotiwa kuharibiwa. Droni hiyo imekuwa ikitumika na Ukraini katika mashambulizi ya usiku ikirusha mabomu ya kutega vilipuzi katika njia za usafirishaji wa vifaa. Mkoa wa Kharkiv ni eneo la kimkakati sana katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022. Mwanzoni mwa uvamizi, Urusi ilijaribu kuudhibiti mkoa huo, lakini baadaye Ukraine ilifanikiwa kurejesha maeneo mengi kupitia operesheni ya kushtukiza mwishoni mwa mwaka huo. Tangu mwaka huo, mapigano yamekuwa yakibadilika kwa mashambulizi ya mbali, makombora na matumizi makubwa ya drone yaani ndege nyukiwa. Kwa sasa vita kati ya eneo hili si vya kusogea kwa vikosi vikubwa vya ardhini pekee, bali vimegeuka kuwa vita vya kiteknolojia, ambapo drone, mifumo ya upelelezi wa angani na mashambulizi ya usahihi mkubwa kwelikweli vinachukua nafasi kubwa. Unaweza kuona namna ambavyo sasa drone zimeweza kushika hatamu kwelikweli katika medani za kivita, na katika miezi ya hivi karibuni pande zote mbili zimeongeza matumizi ya drone kwa upelelezi na ufuatiliaji wa maadui, lakini pia mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya magari ya kivita na ngome, lakini pia kwa kutega mabomu katika njia za usambazaji, yaani logistics routes. Wataalamu wa kijeshi wanaeleza kuwa vita hivi sasa vinakaribia kuwa vita vya drone, ambapo gharama ndogo za teknolojia hizi zinatoa athari kubwa katika uwanja wa kivita. Kuna athari mbalimbali ambazo zinakuwa zinajitokeza katika hali hizi za kivita endapo madai haya ni sahihi, athari zake zinaweza kuwa e, nyingi. Kwa mfano, kupungua kwa uwezo wa Ukraine kutumia mizinga katika eneo hilo kwa muda fulani, kuvurugika kwa njia za usafirishaji wa vifaa endapo maeneo ya drone launch yataendelea kulengwa, kuimarika kwa udhibiti wa anga la chini low airspace, na upande wa Urusi katika sekta hiyo sasa. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa e, katika vita vya kisiasa hasara na mafanikio hubadilika haraka sana. Ukraine nayo imekuwa ikiripoti mara kwa mara kuharibu drone na mifumo ya Urusi katika maeneo mengine ya mapigano. Kwa kumalizia, ni kwamba mapigano ya Kharkiv yanaendelea kuwa kiashiria cha mwelekeo mpya wa vita vya kisasa, vita vinavyochanganya mbinu za jadi za kijeshi na teknolojia ya hali ya juu. Sasa taarifa hizi ingawa zinatoka upande mmoja wa mgogoro, zinaonyesha namna ambavyo drone zimebadilisha sura ya kivita, na zikifanya mashambulizi kuwa ya haraka zaidi, sahihi na yenye athari kubwa kisaikolojia na kimkakati zaidi. Hii ni JM TV, endelea kutufuatilia kwa undani wa taarifa na uchambuzi wa taarifa za kimataifa kama hivi.